Kwa nini hatushauri kuchanganya bata maji na aina zake zote pamoja na ndege wengine kama kuku na kanga au bata mzinga? Kwa sababu kwa kawaida bata maji wana asili ya kuwa na kinga dhidi ya magonjwa na vimelea vya aina nyingi bila wenyewe kuathirika au kuathiriwa. Lakini wenyewe wanakuwa carriers, au tuseme wanakuwa nabaki na vimelea kwenye miili yao kwa maisha yao, lakini wenyewe hawaathiriki navyo. Lakini kwa sababu wenyewe wana, ni carriers, wanapokaa sehemu yenye kuku au kanga au ndege wengine, wanawaambukiza hao ndege wengine. Kwa hiyo unakuta bata wanaendelea kuishi, wanazaliana, wanaendelea, lakini haufanikiwi kwenye upande wa ndege wengine kama kuku au kanga, na unaweza ukatafuta mchawi miaka yote usipate. Kwa hiyo hatushauri kabisa kuchanganya. Kama una miji miwili, basi mji mmoja fuga bata wengine wote kwa aina zake, wawe ni Indian Rana, Kaki Kempo, Maladi, Muskovu na wengine wote wafuge sehemu moja, alafu mji mwingine fuga ndege wengine, bata mzinga, kuku, kanga au wote wanaweza kufugwa sehemu moja na wakashirikiana tu bila shida lakini linapokuja swala la bata maji hapo inakuwa changamoto. Kwa hiyo hiyo ndio sababu muhimu tunasema usichanganye bata maji kwa aina zake na ndege wengine kama kuku na kanga au bata mzinga. Kwa sababu hiyo, kwa maana kwamba ndege wengine watakuwa hawazaliani vizuri wala hawakui na pengine wanakufa sana, lakini bata wa kawaida wanaendelea kudunda. Na hili limetokea sana katika sehemu ninazopita naona hii changamoto watu wanasema mimi mbona miaka yote nachanganya na sijapata changamoto. But, basi wewe shukuru Mungu tu kwamba haijakukuta, lakini ikianza kukukuta hiyo, utaona madhara yake, kwamba unachanganya tu, unaona maisha yanaenda, kuku wanazaliana, wanakuwa haina shida, hiyo inaenda tu, lakini ikitokea, basi huwa ni janga sana, kuku kanga wanakufa sana, lakini bata wako vile vile kama kwa hiyo hicho ni kitu cha kuzingatia sana, usichanganye bata maji na ndege wengine ili uweze kufuga kwa tija na kwa mafanikio. Asante sana kwa kutazama, subscribe kama bado.